Hello, wewe ni mfugaji na umekuwa kuku wako wakiumwa na unashindwa kujua ugonjwa wa rasmi wanaumwa ni ugonjwa gani, au na wewe ukienda kwenye duka la dawa, mnafanya kubageni kwamba kama anaarisha arisha hivi itakuwa ugonjwa fulani, huo unakosa jibu la uhakika. Changamoto hiyo haijakukuta tu wewe, bali imekuta wafugaji wengi. Sasa, leo mimi nakuja kukupa suluhisho la dawa ambayo ni dawa moja tu, lakini ina uwezo wa kutibu magonjwa yote ya kuku ya bakteria. Yote yanayohusu bakteria, magonjwa ya mafua, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, magonjwa ya mfumo wa chakula, maana magonjwa mengi ya kuku yako kwenye mfumo wa upumuaji na mfumo wa chakula. Sasa kuna dawa ni moja tu ambayo ina uwezo wa kutibu magonjwa yote, na wakati mwingine una uwezo wa kuichanganya na dawa nyingine pale unapokuwa na uhakika zaidi kwamba kuku wako wanaumwa ugonjwa gani. Dawa hii inatibu magonjwa yote ya bakteria. Kwenye upande wa magonjwa ya virus huwa tunatumia chanjo kama za Newcastle, Umboro, Malex, kwa sababu magonjwa hayo ni virus na hayana dawa, kwa hiyo yana chanjo tu. Lakini dawa hii pia huwa inasaidia kutibu pale ugonjwa unapokuwa umeshaingia wa Newcastle, au tunasema mdondo au kideri au tarua ameshapata ndui, dawa hii pia huwa inasaidia kutibu. Japokuwa utawatibu lakini, kuna ambao watapona, hawatakufa wote. Sasa jina la dawa lenyewe hili, nisikucheleweshe, nitakuonesha na nitakupa na matumizi yake, sawa eh? hii hapa inaitwa OTC. OTC. OTC zipo za kampuni nyingi. OTC kuna ya asilimia ishirini kama hii Hiya, OTC kuna OTC ya asilimia hamsini uu oh, ukienda duka la dawa anamwambia naomba tu OTC ya asilimia 20. Hasa hizi zinatumikaje? Kuna zinatumikaje kuna OTC ya asilimia 20 kama hii nilishika na kuna OTC asilimia hamsini. Nisikilize kwa makini. OTC ishi asilimia 20 ni ya medium, tunasema ya, ya kawaida levo ya kati. alafu OTC ya asilimia hamsini tunasema ni haya yenyewe iko juu ni kali kidogo kuliko OTC ya asilimia ishirini. Kwa hiyo ile ya asilimia hamsini ina nguvu kidogo imezidi ya asilimia 20. Changamoto sasa, wakati gani sahihi wa kuzitumia? OTC asilimia 20 unatumia kwa kuku ambao hawajazoea dawa sana bado. Kwa mfano, kama kuku wetu hawa hatujawapa hapa madawa ovyo Sawa ile unawapa madawa paka, unawapa hawaponi tena. Kuna, kuna saa unakuta mtu anaro, anawarundikia huku dawa tu narundi paka, wamekuwa chronic. Wakiwa kama hawajawa chronic, hata kama ni wakubwa, kama ukiwapa tu dawa ya kawaida wanapona, unaenda nao vizuri. Huwa unashauriwa uanze na OTC asilimia ishirini. Asilimia hamsini unaitumia pale ugonjwa unapokuwa hauponi, kwamba unatibu lakini hauponi. Sasa kuna mtu utaniuliza, kwa nini nisianzi na hiyo hamsini tu moja kwa moja? Kwa sababu ina nguvu. Kwa sababu ukianza na utesea asilimia hamsini moja kwa moja itakachokusababishia kusay... itakacho kama ugonjwa hautapona itatengeneza ugonjwa sugu ambao utakusumbua sana bandani kwako na hautaweza kuja kupata suluhisho. Kwa hiyo unaanza na dozi ya kawaida ikitibu hii OTC ya asilimia hamsini unaacha, lakini endapo utatumia OTC hii asilimia ishirini alafu usione matokeo ndani ya siku tatu mpaka nne mpaka tano unawapumzisha kidogo, ndio unatumia OTC hamsini lakini usija ukalogo ukaanza na OTC asilimia hamsini moja kwa moja. Hiyo inatumika ikiwa ugonjwa umekuwa kroniki. Lakini pia matumizi mengine OTC hamsini inafanya kazi vizuri pale kuku wanapokuwa amepata magonjwa ya virusi ambayo hayana tiba. Mfano amepata nyukesto, mdondo au kideri, au wamepata ugonjwa wa ndui, usitumie OTC 20 utumia OTC asilimia hamsini. Um, sio dawa ya kutibu moja kwa moja, lakini huwa inafanya kazi vizuri sana, angalau inatusaidia kupunguza vifo. Kwa hiyo ukiona wameumwa labda mdondo wameumwa ndui Sawa, ambao ndo tunasema kuna ndui ile, kama wanatoka madonda madonda makubwa ile ndui, basi nunua OTC 50. Lakini kama kuku wako saa nyingine wanazuba, unamwona kama jogoo anakosakosa hamu ya kula hivi mwengine, au wanaarisha fu na unashindwa kujua ni ugonjwa gani huu, basi tumia hii OTC asilimia 20. Sasa namna kutumia OTC hii, kuna hichi kijiko na kiona hapa hichi kijiko hichi kinafanana ki na cha plastiki, unavyoenda kununua dawa unaweza wakakupa au wasikupe, hasa ikitokea amekupa hichi hichi. Tuna vipima viwili kwenye chombo cha maji hichi hapa. Sawa, chombo chetu cha maji hichi ni lita tano, vingine nakutana lita sita, tunapima vijiko hivi viwili. Lakini kama hauna hichi unatumia kijiko cha chai, kile kikubwa. Sawa, kile kikubwa kijiko cha chai sisi tunapima na hichi. Kile kijiko kikubwa cha chai unakijaza, unaona tumejaza levo cha kwanza. Kama ni kile kijiko kikubwa cha chai unatumia kile kile ambacho kile tunacholia chakula, watu wengine wamezoea ni kile chakulia chakula. Kama unatumia kijiko kile chakulia chakula, unachokifanya unajaza kijiko kimoja. Hichi ni kidogo, hichi ni, ni size ya kile kijiko cha chai kile kidogo cha sukari, ndio ndio hichi. Kimesi kidogo sana, lakini kama unatumia kile kijiko kikubwa kile chakulia chakula, moja kwa moja unapima kijiko kimoja tu kwenye maji size lita tano mpaka lita sita Kwa mimi hapa naweka vijiko viwili, kwa sababu hichi cha kwangu ni kidogo. Sawa, nikishika vijiko viwili tayari basi, maji ni meupe kama unavyoyaona, lakini dawa hii huwa ina rangi kwa hiyo nikishamimina tu maji utaona maji yanabadilika rangi. Ona, dawa hii iko na rangi. Kwa hiyo utamimina maji yako sawa, mpaka yatajaa. Yakishajaa saizi hii hapo tayari. Kwa kama una kijiko cha chakula unapima kimoja, kama ni vo vya plastiki vidoncho vya dawa unapima viwili ukishamaliza unaweka mfuniko, kuku wako wanaanza kunywa maji. Naona tayari mwingine tayari, wao amesha anza kunywa hapo hapo, sawa. Kwa hiyo hiyo ndio dawa ambayo ina uwezo wa kutibu magonjwa ya bakteria yote ya kuku. Kama una changamoto pia, usisahau tuna group la WhatsApp ambalo tunatoa mafunzo. Tuna group la VIP, tuna group la kawaida, tunatoa mafunzo utakutana na wafugaji wenzako, tutashare na utapata pia na masoko. Karibu WhatsApp.